Wewe ndiye baba, ndiye ndugu yetu wa kiroho unayetuongoza, Waafrika, Waswahili wa Tanzania, lakini na wote ambao wanatazama. Tunaelekea kipindi cha Pasaka. Pasaka mwaka huu ina ujumbe gani mahususi ambao ungependa kuwatumia, lakini pia kama kuna ujumbe wa jumla ikiwezekana, utuambie kwa nini tuna jumatatu ya Pasaka? Mm-hmm, yes <laughs> sawa Tukimaliza ile Jumamosi kuu ambayo kimsingi ni kama ufufuko umeshatokea, sababu misa zinaendelea kuanzia asubuhi Jumapili ya Pasaka. Sasa ndio wale ambao hawakuweza kwenda misa ya jioni, hata hivyo, hata walio walioenda misa ya usiku wanaruhusiwa pia kwenda misa ya kesho yake Jumapili ya Pasaka ambayo ndio siku yenyewe ndio. Mm -hmm. siku kuu kabisa hiyo, sherehe na misa na masomo kusikiliza kwa makini mm -hmm kesho yake kuna sio Jumatatu ya Pasaka tu, yani kuna kipindi cha Pasaka <laughs> eh, <yes>. ambacho <laughs> eh, eh, yanapata ni siku hamsini. yes. kwa kweli ni yes. siku hamsini <laughs> Pentekosti ndio inahitimisha kipindi cha Pasaka. Kwa hiyo Jumatatu ya Pasaka, kwa sababu iko karibu sana na Jumapili ya Pasaka, baadhi ya nchi pia ni siku ya mapumziko, lakini kuna nchi nyingine ni Jumapili, Jumapili tu. Kwa hiyo ni vizuri tuendelee tu kipindi cha Pasaka. Hizo siku wiki nzima zinaitwa oktava ya Pasaka, kwa kunakuwa na utukufu na ni kama mwendelezo wa ile jumapili ya Pasaka. hizi wiki ya kwanza siku nane hizi za za Pasaka, okay. Tunakuwa na utukufu siku zote baadaye po sasa, tunaendea kipindi cha Pasaka mpaka siku ya hamsini, ndio inafika ile siku ya Pentekoste. Tunahitimisha kipindi cha Pasaka siku ya Pentekoste. Kuhusu ujumbe, kwa kweli ujumbe ni ule ule tu, kwamba Yesu Anaye, a, ambaye tunaadhimisha ufufuko wake ndio kilele cha fumbo kubwa la imani yetu. Kwanza kuna umwilisho tunafanya siku ya Krismas, Mungu alifanya mwanadamu baadaye akaishi hapa duniani, kutokana na, na kwamba lengo lililomleta hapa ni kutukomboa. Kwa hiyo alitukomboa kwa njia hiyo ya kufa msalabani, mateso, kifo na ufufuko. Ufufuko ndo tunaadhimisha Pasaka. Kwa hiyo inatualika nini sisi tufufuke katika ile hali ambayo tumemwacha Mungu. Fufuko ni aina ya kuanza maisha mapya. Tufufuke, tuachane na dhambi, tuachane na, na yale mambo ambayo yanatutenga na Mungu. Tuwe mwanga kama tunavyokuwa na hiyo liturujia ya mwanga, tuangazie watu kwa njia ya matendo yetu na wa, katika mazingira yote, awe mwanasiasa awe padri awe awe daktari kat, ma, mahali popote unapofanya kazi akisha kwamba unaishi kile ambacho unakiamini kuleta mwanga. Na kwa sisi Tanzania ni mwaka wa uchaguzi, mm -hmm. Mwaka huu kwa hiyo, naomba kwa kweli uchaguzi mwaka huu uwe ulete mwanga ili uweze kuwa wa uhuru na wa haki. Amen tunashukuru sana kwamba na hii ya mwisho zote ni nzuri lakini hii ulivyomalizia ni nzuri kwamba kila mmoja kwenye nafasi yako Leta mwanga, leta matumaini, onyesha kwamba kuna kukomboa, kuna kutoka kwenye uduni kwenda kwenye ubora, kutoka kwenye udhaifu kwenda kwenye uimara, kutoka kwenye ulegevu kwenda kwenye, kwenye kuweza na kukamilisha mambo. Tunakushukuru fadha. Ukipata so, nafasi nyingine, labda tu kwa kuwadokeza watazamaji wetu, tutakufata kwa ajili ya kuongelea Pentekoste, uh, Utatu Mtakatifu pamoja na Ekaristi ambazo naamini zote zina stem kutoka huku kwenye Pasaka mpaka tunavyokutana huko. tunakushukuru sana.